Uwezeshaji wa kiuchumi na uendeshaji, hili tumelifanyia kazi kwa miaka yote, na tunaendelea kutoa huduma za mikopo kwa wanawake, vijana, wenye ulemavu inayotokana na mapato ya ndani halma ya halmashauri, sambamba na kuanzisha mfumo wa kielektroniki wa uwezesha poto ambao unachagiza ongezeko la idadi ya wanufaika. Sasa hivi tunafikia karibu asilimia hamsini na kupitia mfumo huo watu wenye ulemavu wanaweza kukopa mtu mmoja mmoja, ama kikundi. Na kufikia mwezi wa tatu mwaka huu, tayari shilingi bilioni 5.48 zimetolewa kwa vikundi 891 kwa ajili ya watu wenye ulemavu jumla hapa nchini. Lakini pia kwa mwaka 2024/25 ruzuku imeongezwa hadi kufikia shilingi milioni 230 ikilinganishwa na shilingi milioni 200 zilizotolewa miaka miwili iliyopita. Kwa hiyo kwa sasa tumepanda juu. Tunaimarisha utoaji wa huduma za afya kwa watu wenye ualbino kwa kipindi kuanzia mwezi wa 7, 2021 hadi mwezi wa 6 mwaka jana 2024, kupitia Bohari Kuu ya Dawa MSD ambayo nimeikuta iko hapa. Serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni mia tano kusambaza katika mikoa yote 26 Tanzania kupeleka mafuta kinga ya saratani ya ngozi kwa watu wenye albino, na aidha mwaka wa fedha 2025 serikali yetu ilitenga bilioni 8.743 kwa ajili ya huduma za ustawi wa jamii, lakini pia kulikuwa na shilingi milioni 182 la ni kwa ajili ya ununuzi wa mafuta kinga tu ya saratani ya ngozi hasa kwa watu wenye ualbino. Tumetenga fedha katika kila halmashauri ya kununua vifaa ni kwa, kwa ajili ya walemavu wetu walioko kule, moja kwa wenye ualbino, halmashauri inayo jukumu la kununua lotion, kofia na miwani pesa ziko kwenye halmashauri. Na kwa hiyo wanafunzi wetu wenye walbino wanaosoma kwenye shule za msingi za kawaida ni lazima wapewe huduma hizi ambazo serikalini tunasema tunazitoa kwa umuhimu wake kwa bure kwa wanafunzi wetu wanaosoma shule za msingi, sekondari na huko. Mbili, kwa wenye uono hafifu, fimbo, mashine za kuchapia na makaratasi yatanunuliwa na halmashauri iwe ni sehemu ya vifaa vya kufundishia na kujifunzia shuleni. Kwa hiyo halmashauri lazima ziratibu. Mheshimiwa wakuu wa kwa wilaya, simamieni haya. Tatu, wenye ulemavu wa viungo, kama hawezi kutembea kabisa, ni jukumu la halmashauri kununua baisikeli au kutafuta namna yote ile, ili kijana huyu ambaye anashindwa kutembea apate kuondoka kutoka eneo moja mpaka eneo jingine. Ni lazima kila halmashauri inunue vifaa saidizi vya wale wanafunzi wote wenye ulemavu.